Wakazi wa Kipipiri walidhihirisha ghadhabu yao dhidi ya polisi walipoziba barabara ya Olkalou Njabini katika kaunti ya Nyandarua. Walikongamana kwenye kituo cha polisi cha Miharati kupinga kile wanachodai ni ushirikiano kati ya polisi na washukiwa. Wanadai kuwa polisi wamekuwa wakiwatorosha washukiwa ambao wako rumande, huku washukiwa watatu wakitoroka kwenye kituo hicho usiku wa Jumatano. Hii ni kutoroshwa, wametoroshwa na hawa wa maofisa. Kwa hivyo uh, sisi tumesema hivi na tumeambia wakubwa wa, wa, wa idara ya polisi hao OCS, uh, na maofisa wake watoke hapa. Tunataka bwana kavurudi pia aingilie hii kesi ya Kipipiri na angalie Mpesa ya hawa polisi wa Kipipiri. Inaarifiwa kuwa takriban washukiwa watano wametoroka katika kipindi cha mwezi mmoja. Mmoja wa watatu waliotoroka alishitakiwa kwa mauaji na wengine wawili kwa unajisi. <coughs> Hayo ya kijiri wa Kenya, wanahimizwa kuwakubali waliokamilisha vifungo vya gerezani, kwani wengi wao hupitia unyanyapaa wanaporejea kwenye jamii. And have you gone to programs? They, they change the receive them. They as it has been before. Let them be received and uh, they'll be able to live a, a fruitful life and they'll not be able to relapse into crime again. Nimekaa jela kwa miaka saba na mwezi tatu, ambapo siku ya leo ninamaliza kifungo changu nikiwa katika gereza. Baada ya hiyo muda yote, nimepata kujifunza mambo mengi, nimepata kujifunza Kutengeneza viatu. Idara ya magereza inasema kuwa imekuwa ikitoa mafunzo mwafaka kwa wafungwa ili kuhakikisha kuwa wamebadili tabia wanapomaliza vifungo vyao. Durin Katwai, QTV.